Karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye chaneli yako pendwa Roby Media. Leo nakuletea simulizi ya kweli, simulizi ya kutisha ya mapenzi, usaliti, vichekesho na uchawi, simulizi yenye damu, kafara na siri nzito za familia ya kichifu. Mimi ndiye niliyenusurika na hii ni hadithi yangu. Karibu kwenye siriz Aukomola. Nilizaliwa mjini Iringa. Maisha yalikuwa ya kawaida sana. Nilisomea hoteli na mapishi lakini kila nilipokuwa nikijitazama kwenye kioo nilihisi kuna kitu ndani yangu kitu kisichoelezeka. Ndugu zangu walikuwa wachache, mama yangu mzazi alifariki nikiwa na miaka minane na baba aliondoka hakurudi tena. Nililelewa na shangazi mmoja, mama mkali lakini mwenye upendo. Alikuwa akiniambia, usikaribie kijiji cha Ukomola, kuna mambo ambayo haupaswi kuyaona. Sikuwahi kuelewa alimaanisha nini, lakini siku moja nilipokea simu. Ilikuwa ni kwa ajili ya mazishi. Baba yangu mzazi alikuwa ya amefariki, na kaburi lake lingechimbwa kule uko Mola. Kwa mara ya kwanza nilikanyaga kijiji hicho, mandhari ya milima, ukimya mzito, vichochoro vya udongo na nyuso zisizotabasamu. Wanakijiji walinichungulia kama mtu wa ajabu au tishio. Usiku wa kwanza nilipolala, nilisikia kelele, mtu akilia porini na mbuzi wakilia kama binadamu. Nilizani ni ndoto, lakini alfajiri nilipata mgeni chumbani kwangu, mbuzi aliyekuwa ananiangalia macho kwa macho. Shingo yake ilikatwa nusu, lakini bado alikuwa hai. Nilipiga kelele, wakaja akina mama wa kijiji, wakasema kwa sauti ya kawaida, usijali, huyo ni mzee Mvua, ni mlinzi wa ukoo. Nilitetemeka, nilijua siku hiyo kuwa hapa uko Mola hakukuwa na kawaida. Siku ya mazishi wazee wa ukoo walivaa mavazi ya miwani ya majani, wakiwa na midomo iliyojaa damu ya kuku. Walinigeuza kuwa kiini cha kikao. Ndiwe mrithi wa damu ya kichifu, walinambia. Umerudi kuikamilisha kafara. Nilikataa, nililia, nilitamani kurudi mjini, lakini nilizuiwa. Usiku uliofuata niliwekwa kwenye chumba cha giza. Kulikuwa na picha za watu waliokufa zamani, baadhi yao walikuwa na uso kama wangu. Nilipojaribu kutoroka, nilikutana na mtu mmoja kijana mrefu mwenye macho ya huzuni na upole. Jina lake alikuwa Baraka. Baraka alikuwa mtumishi wa familia ya kichifu. Alikuwa amefungwa kwa miaka mitano baada ya kujaribu kuzuia kafara ya mdogo wake. Lakini kwangu, alinionyesha huruma ya kweli. Tulizungumza usiku kucha, aliniambia ukweli. Familia yangu ilikuwa na mkataba wa damu. Kila mrithi wa kike lazima atolewe kafara ili nguvu za kichifu zisife. Nililia, lakini Baraka alinipa moyo. Tuliapa kukimbia pamoja. Siku ya kafara ilipofika, walinivisha mavazi mekundu, walinipeleka msituni kwenye mti mkubwa wa miujiza. Wakati walikuwa wakifanya tambiko, Baraka aliruka kutoka kichakani akakata kamba zangu na tulikimbia. Tulikuwa hatuna pa kwenda, tulijificha ndani ya pango lililokuwa karibu na mto. Ndani ya pango tulipata kitabu cha kale kilichoandikwa kwa damu. Kitabu hicho kilikuwa na majina ya waliotolewa kafara, na namba ya mwisho ilikuwa yangu lakini pia kilikuwa na njia ya kuvunja mkataba. Tulihitaji kutoa dhabihu ya hiari, si kafara ya kulazimishwa. Niliamua kujitokeza siku hiyo. Tulirejea kwenye kijiji, nilisimama mbele ya wazee nikiwa na kitabu, nikasema, mimi ni wa mwisho, lakini nitakufa kwa hiari yangu ili damu hii isimwagike tena. Wakati wakiandaa tambiko, nilimkumbatia Baraka kwa mara ya mwisho. Lakini wakati wakanichoma kwa kisu, kulikatika umeme, upepo mkali ulivuma.